Baada ya kikosi kutajwa kuelekea kwenye mchezo uh, wa mwisho wa makundi kufuzu kombe la dunia dhidi ya Zambia. Eh, wachezaji wataripoti kambini eh, Oktoba nne hapa Dar es Salaam ambako tutakuwa na session uh, za siku mbili uh, kabla ya kuelekea visiwani Zanzibar kwa ajili ya mchezo wenyewe. Mchezo unataraji kuchezwa Oktoba nane kwenye uwanja wa Amani, Zanzibar. Eh, mchezo utachezwa saa nne za usiku. Bado ni mchezo muhimu kwetu, kwa sababu bado tunataka kuendelea kukusanya alama nyingi zaidi eh, katika michezo hiyo ya kufuzu kombe la dunia katika uh, kundi letu kwa hiyo tunauendea mchezo huo kwa umuhimu mkubwa kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri. Baada ya mchezo huo dhidi ya Zambia, kikosi kitasalia visiwa ni Zanzibar na takriban siku mbili baadaye kikosi kitaondoka kuelekea Dubai, ambako tutakuwa tuna mchezo wa kirafiki wa kimataifa kwenye kalenda ya FIFA, mchezo ambao tutacheza dhidi ya Iran. Ni mchezo muhimu ambao utachezwa eh, Oktoba kumi na nne. Uh, ukiangalia Iran ni moja kati ya mataifa ishirini na moja ambayo uh, yana viwango uh, vya juu kwenye ubora wa FIFA kwa maana, kwenye ranki za FIFA uh, Iran ni miongoni mwa mataifa ishirini na moja uh, kwa hiyo utaona ni aina ya mchezo ambao, aina ya mechi ambazo tumekuwa tukizihitaji sana kuzipata, na tunaona kwamba tunaendelea kuzipata. Kwa hiyo ni jambo kubwa kwetu na tunauchukulia mchezo huo kwa uzito uh, mkubwa.